Mtoto wa Mungu kama Mkristo ni lazima kujifunze kutembea na Mungu katika kila hatua. Kwa swala la kutembea na Mungu katika kila hatua, ni lazima, sio hiari, kwa sababu Mungu ni Mungu wa hatua. Kwao ni jambo ambalo wakati mwingine unaweza kuwa tunaishi namna ambavyo dunia ina changamoto nyingi, mambo tofauti kila wakati. Wakati mwingine tunasahau na tunajikuta kwenye wimbi la kuangaika kwenye mawazo, hapa nifanye nini? Bwana Mungu amechelewa hapa? Mpaka lini? Naumia mpaka lini? hivi itakuwa hivi mpaka lini? ameruhusu jambo hili kwenye maisha yangu. Tunasahau kwa sababu umesahau kwamba Mungu ni Mungu wa hatua. Unapokuwa umeokoka umempokea Yesu kuwa Bwana na mwokozi wa maisha yako, tangua kwamba kuna kiongozi anaitwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni jina ambalo yamkini umelizoea, lakini Roho Mtakatifu ni muhimu kuliko ambavyo akili ya mwanadamu inaweza kufukutafakari na kuelewa. Kiongozi huyu anapenda kuheshimiwa, kutambuliwa kutangulizwa kuwa bosi kwenye maisha ya mtoto ambaye ameokoka, naongelea mtoto wa Mungu ambaye ameokoka, sio mataifa, sio mwanadini. Maana yake ni kwamba huyu mtoto wa Mungu aliyeokoka anaachana na maisha ya kuenenda sawasawa sawa na ulimwengu unavyoenenda, mataifa yanavyoenenda. Huyu kuna kiongozi sasa yuko ndani yake ambaye anamuongoza hatua kwa hatua. Kwa hiyo ni suala lako, mimi na wewe, kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Lakini pia tunasahau kwamba Mungu ni Mungu wa hatua, kwa hiyo na nyingi tumeishi tukisahau kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Kwa hiyo tumekuwa tukiishi kwa kuiga mataifa wanatembeaje mataifa wamefanikiwa nini? Mataifa wanakimbiaje? Tunakimbizana na mataifa wanavyoenenda. Ni mtoto wa Mungu, nimeokoka, nina biashara lakini naona mbona mataifa yule amefanikiwa, ila unasahau kwamba kuna Mungu amekupa biashara na ni Mungu anapenda utembee naye. Kuna Mungu amekupa kuwa mwalimu, kuwa mfanya biashara, anapenda uwe naye, anapenda umsikilize, anapenda kukuongoza, anapenda anapenda kukuinua, anapenda kama amesimama usimame, anapenda kama anatembea utembee, anapenda kama anakimbia ukimbie. Kwa hiyo kuna kiongozi anaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kila ambacho Mkristo unafanya ni kitu ambacho Mungu amekupa. Kama ulikuwa mtulivu kusubiri, na kama Mungu amekupa, tambua kwamba kuna hatua, lakini pia usisahau kwamba Mungu ambaye amekuokoa na amekupa unachokifanya, anakuwazia aliyo mema, anasema mabaya kukupa tumaini siku zako za mwisho. Wakristo wengi tume lose focus, tumepoteza mlengo kwa sababu always tuko busy kwenye mitandao, kwenye YouTube, kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali mbali, kuangalia mataifa wa wanafanyaje kwao, tunakimbia kutokana na ulimwengu unavyokimbia. Kuna biashara ya mgahawa, unaona mbona nimechelewa? Fulani ana mgahawa, lakini mgahawa wake ni maarufu, una matawi kila mahali. Kuna mtu anamfunga hao ambao umejulikana mitandaoni, ngoja nami nitangaze mitandaoni. Ni nani amekuelekeza kutangaza mitandaoni? Kuna mtu ni mkulima, amechukua mkopo, ndio maana ameinuka sana. Unakwenda kusikiliza ushauri kwa mataifa, hivi umefanyaje mpaka ukafika hapa? Sasa umechukua mkopo, ukaenda benki, ni hivi na hivi na hivi. Unakwenda kuchukua mkopo na wewe ni mtoto wa Mungu. Tunaishi kufuata njia mataifa wanasemaje, mataifa wanashauri kitu gani? Kwa tunakuta tunafanya tunachukua mikopo tunaendana na mataifa wanavyofanya, halafu ile mikopo inatulamba sisi, tunakuwa maskini kwa sababu kila ambacho unakuwa unafanya Mungu hayupo. Keep watching POG Family TV. Jesus Christ loves you.